Kweli au uongo. Heri za mwaka mpya msikilizaji, asante kwa kuendelea kuichagua RFI Kiswahili. Karibu katika makala ya kwanza ya mwaka 2026 ya ukweli au uongo. Hapa tunazichambua habari zinazopotosha mitandaoni na jinsi ya kuziepuka. Uko nami Jupita Mayaka, bila shaka nami ni Hilari Ngati. Katika kipindi hiki tunachoshirikiana na La Benvolencia, moja ya habari tunaangazia wiki hii ni video inayodai wanajeshi wa Chad wako nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na M23. Nyingine tutaangalia ni madai kuwa bunge la Ulaya limepitisha sheria inayofanya kitambulisho cha kidijiti kuwa cha lazima. Ni rahisi msikilizaji, kuwasiliana nasi. Unaweza kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp, ukianza na namba kujumuisha 2547788555 Hujambo Ingati? <laughs> Asante, asante, kwa kila siku kuichagua RFI Kiswahili. Tuanze kwa kuangalia kwamba hali usalama ya usalama kule mashariki mwa DRC ni ya kusuasua. Na kufikia Desemba mwaka jana ghasia ziliongezeka na kusababisha mgogoro wa kibinadamu pamoja na mzozo wa diplomasia. Sasa kutokana na hili jupite kuna video sekunde 20 ambayo ishirikishwa kwenye mtandao wa X mnamo tarehe 17 mwezi Disemba mwaka uliopita, na ina madai haya na ninavyonukuu, vikosi maalum vya Chad viliingilia kati kabiliana na waasi wa AFC M23 baada ya M23 kushinda kikosi kikubwa cha pamoja. Chapisho linamaliza kwa kuuliza swali: Je, Chad itaweza kuwazuia? Video hii msikilizaji, imetazamwa na zaidi ya watu 48. Soma moja maoni kwenye video hii, ninapendekeza kwa Chad kusoma ujumbe huu kabla ya kuivamia nchi, labda wanapaswa kujiuliza wamejiingiza katika nini. Lakini je, video hii ni ya ukweli, msikilizaji? Tulichukua picha screen kutoka kwenye video kisha kuanza kuihakiki kwenye Google Lens, na majibu tuliyopata yanasoma hivi: picha inaonyesha wanajeshi wakiwa na magari ya MRAP, magari ambayo yametengenezwa kutoka Nigeria na hutumiwa na jeshi la Chad kwa operesheni zake. Uthibitishaji zaidi unasema magari haya ya Proforce MRAP yalionyeshwa wakati wa wa kusherekea sikukuu ya 62 ya uhuru wa Chad. Magari haya yameundwa kustahimili mashambulizi ya kuvizia na mashambulizi ya vilipuzi. Lakini pia katika utafutaji kwenye Google iwapo majeshi ya Chad yametumwa DRC Desemba mwaka uliopita, hakuna ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya ndani au vya kimataifa. Matokeo ya utafutaji yananukuu makala kutoka mwaka elfu moja mia tisa tisaini na nane wanajeshi hao walipoingia Kongo kupigana pamoja na vikosi vilivyokuwa vinamuunga mkono rais wa zamani Loro Kabila dhidi ya wasi. Msikilizaji, video hiyo siyo ya sasa hivi, ni ya Agosti mwaka 2022 nchini Chad, wakati wa awamu ya 62 ya siku ya uhuru, na wala sio ya vikosi vya Chad nchini DRC hivi majuzi. Ukweli au uongo, hicho ndicho kipindi unachosikiliza hewani kwa sasa. Idhaa ni RFI Kiswahili. Mwaka huu tunazidi kuhimizana kuhusu jinsi ya kutumia au kuwa na matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii ili tusipotoshane. Habari nyingine tunaangazia ingati, ni kwamba wabunge wa bunge la Ulaya walipiga kura kuunga mkono ripoti kuhusu kuwalinda watoto mtandaoni. Hawakupitisha sheria inayofanya kitambulisho cha kidijiti kuwa cha lazima kama yanavyodai machapisho. Naona chapisho la Facebook la Novemba tarehe 28, huu ni mwaka uliopita, ilishiriki picha ya skrini ya nakala ya wavuti wa Slay News, ikiwa na kichwa kilichosoma bunge la Ulaya lapitisha mswada wa kitambulisho cha lazima cha kidijitali. Chapisho sawia kwenye X lilipokea maoni zaidi ya laki nne kufikia Disemba 24. Makala haya yanarejelea kura ya bunge ya Novemba 26 mwaka uliopita. Tukumbushe kwamba msikilizaji, kwa mujibu wa taarifa ya Bunge la Ulaya kwa vyombo vya habari, kura hiyo ilikuwa kupitisha ripoti isiyo kisheria, inaonyesha wasiwasi ya hatari za afya ya kimwili na kiakili ambayo watoto wanakabiliwa nayo na mitandaoni. Kulingana na kanuni za Umoja wa Ulaya iliyoanza kutumika Aprili mwaka 2024, matumizi ya watu binafsi ya kitambulisho hicho ni ya hiari. Uingereza inaanzisha vitambulisho vya lazima vya kidijitali kwa wafanyikazi wake kufikia mwaka 2029. Wakati huu pia Hispania na Estonia zina vitambulisho vya lazima vya kitaifa, lakini si lazima kwa raia kuwa na toleo la kidijitali. Tukumbushe tu kwamba ni uongo, wabunge wa bunge la Ulaya hawakupitisha sheria ya kitambulisho cha lazima cha kidijitali katika kura Novemba 26 inayoidhinisha ulinzi wa watoto mtandaoni. Kitambulisho cha kidijitali cha EU ni programu ya hiari kwa watumiaji, si ya lazima. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp, alama ya kujumlisha 25477888555. Bila shaka msikilizaji, tunaendelea kukutakia mwaka mpya wenye mafanikio na kwenye kipindi jioni hii tunaungana naye Rafael kutoka kule Bukavu, mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, ili atueleze anatuchorea nini jioni hii. Karibu Raf. Jambo wa wasikilizaji wetu, tunafikiri mko salama na tunafikiri pia mnakuwa mkisherekea huu mwaka mpya ambao tunakuwa tukianza na tunawatakia mwaka mpya kwa mambo mingi sana ambao anakuwa mambo mazuri. Kwenye wiki hii tunakuwa tukiangazia kuhusu habari ambayo imetokana na video na hiyo video imekuwa publier kwenye X, publier hata pia kwenye TikTok na kwenye Facebook. Hiyo video inaonyesha gari nyingi za askari, gari ambazo zinakuwa za kilo alafu hizo gari wanasema ya kwamba ni au wajeshi wa Chad ambao wanakuwa wakipambana na AFC M23 katika mwaka huu ambao unaisha mwaka wa 2025. Watafiti wamegundua kwamba hizo video zimekuwa zikikuwa piblie katika mwaka wa 2022. Alafu hiyo habari, watu ambao wa wasio na nia mzuri, wameitumikisha na kusema ya kwamba hiyo video ni askari wa Chad ambao wanakuwa wakipambana na askari wa AFC M23. Hiyo habari ni uongo, ina na inatukumbusha tena tukuwe makini sana wakati tunapofuatilia habari kwenye mitandao asante. Tukuache wewe uendelee kujipanga na mwaka mpya unavyoendelea kusonga, na nimkumbushe msikilizaji wetu kwamba akitaka kutazama kibonzo chako anaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Heri za mwaka mpya wa shirika la Benevolence, yatupe tumbwizo hizo la leo.

Jolie, unisamee sana antuka, mi sikujipatia muda ya kuchunguza hii picha oh. mi nilijifietu <laughs> kwa hii mesaje yenye likuwa nasindikiza hii picha pamoja na makomanteri ya vatu ku mitandao. Shukrani za dhati mchomaa na Jolie. Mwaka huu nitajaribu kuwa mwigizaji pia. Tunapoendelea kutamatisha kipindi, ili kusema nasi, ili tusaidiane kuhakiki video, sauti au picha, wasiliana nasi kwenye ukurasa wetu au mitandao yetu yote ya kijamii, RFI Kiswahili. Namba yetu ya mawasiliano unaanza lalama kujumulisha 254707888555 saba, bila shaka niseme asante Joni aleo umekuwa na mihila ringati jupita upitmaka. Nitaitika msikilizaji, tafakari msemo huu: akili ni tunda linalochunwa kwenye bustani ya jirani kwa